Yesu sasa hivi tu ehe, ameanza kuhubiri mahubiri yake maarufu, tunaita mahubiri ya mlimani, na anageuza kabisa njia ya kawaida ya kuelekea furaha ya kweli. Dunia inasema basi, furaha inategemea kile kinachokupata, na Yesu atasema hapana, hapana, furaha inategemea kile kilicho ndani yako. Dunia inasema basi, furaha inategemea utajiri Yesu anaenda kusema hapana, furaha inategemea hekima. Na hivyo anaendelea kufundisha kanuni zingine za kushangaza kuhusu furaha ya kweli hapa katika Mathayo tano. Sasa katika mstari wa saba, Yesu anasema hivi, heri wenye rehema, maana watapata rehema. Sasa usielewe vibaya hili. Yesu hasemi kwamba ukionyesha rehema kwa wengine utapokea rehema pia. Huenda tayari umeshagundua eh, kwamba hilo halitokei kila wakati, sivyo? Kwa kweli, kama hilo lingekuwa kweli, mtu mwenye rehema zaidi kuwahi kutembea duniani, Yesu asingesulubiwa kwenye msalaba ule wa zamani. Hapana, Yesu hasemi kwamba ukionyesha rehema kwa wengine, utajipatia rehema kutoka kwa Mungu. Hapana, kama wewe si muumini Onyesha rehema kwa mtu mwingine hakutakuingiza mbinguni. Kile Yesu anachosema hapa ni hiki: kwa kuwa umepokea rehema ya Mungu, sasa onyesha roho hiyo ya rehema kwa watu wengine. Unataka furaha. Waonyeshe watu rehema. Kuna rehema katika msamaha. Kuna rehema pale tunapozuia kile ambacho mtu anastahili, na na tunakataa kulipiza kisasi. Rehema ni kuida Yesu Kristo ambaye kwa rehema yake alituokoa. Napenda jinsi mwandishi mmoja alivyosema, rehema ni kutoa uangalizi kwa wale walio kwenye mateso. Kila niliposafiri kwenda India, niliguswa sana na umati wa watu maskini. Walikuwa wanachukuliwa, walikuwa waliitwa wasievuswa, eh, walikuwa tabaka la chini kabisa katika utamaduni huu wa Kihindu. E, watoto wadogo wachafu wangeanza kutukimbilia wakiomba sarafu ndogo. Nakumbuka kuwaona wanawake wakiomba pembezoni mwa barabara wakiwa na watoto kwenye nyonga zao, maisha yao yakiwa yamejaa mateso na ugumu usioelezeka. Dini yao ilifundisha kwamba walizaliwa tena kama wasioguswa kwa sababu ya e, maisha ya awali ya, ya uovu au au dhambi, hivyo walistahili kuteseka katika maisha yao mapya. Ea, hakukuwa na rehema pwao. Nakumbuka katika ziara moja India, nilikutana na mwanamke Mkristo ambaye alikuwa anaenda kwa hawa maskini, akiwaalika mabinti zao wadogo kwenye shule yake ndogo, akiwaandalia e, sare ndogo safi. Alitumia choo cha umma kama darasa. Alikuwa anaenda mapema, anasafisha sakafu vizuri, halafu anawaleta wasichana na kuwakalisha kwenye mistari safi. Kila siku alipokuwa akiwafundisha kwa upendo wa ajabu, ni kuambie, alikuwa na furaha ya kweli alipokuwa anaonyesha rehema ya Kristo. Sasa pamoja na hayo, Yesu anatoa hatua nyingine ya furaha ya kweli hapa kwenye mstari wa nane: heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Labda unasoma hilo na unajifikiria, basi hiyo inamaanisha sitawahi kuwa na furaha wala kumwona Mungu siku moja kwa sababu moyo wangu hakika si safi. Unapochunguza maandiko, mpendwa, unagundua kuna usafi wa nafasi na kuna usafi wa matendo. Usafi wa nafasi ni kazi ya Mungu, hiyo ndiyo Mungu anawafanyia Wakristo. Usafi wa matendo ni kazi ya Wakristo, hiyo ndiyo tunamfanyia Mungu. Ye, usafi wa nafasi ni neno lingine la wokovu au uhesabiwa haki kupitia imani kwa Kristo pekee. Umehesabiwa haki, umetangazwa kuwa safi kwa kazi yake ya kutakasa, Warumi saa tatu na madakika 23 na 24. Kwa kusema kweli, usafi wa nafasi ndiyo sehemu rahisi ya hesabu hii. Hiyo ni kwa sababu Mungu anafanya kazi yote, Waefeso 2:8 na 9. Usafi wa matendo ni sehemu yetu, hiyo ni jukumu letu. Neno la Kigiriki alilotumia Bwana hapa kwenye maandiko haya kwa neno safi ni katharos, na hilo linamaanisha uadilifu. Daudi aliomba hilo katika Zaburi sura ya 51 mstari wa kumi aliposema, e Mungu, niumbe moyo safi ndani yangu, na niambie unapomtegemea roho wa Mungu. Unapotafuta maisha ya uadilifu, utaona Mungu akifanya kazi katika maisha yako. Utaanza kumwona Mungu akifanya kazi kwa uwazi zaidi hata katika dunia inayokuzunguka. Nakumbuka kusoma kuhusu darubini maalum ambayo ilipangwa kurushwa angani. Ilikuwa imeundwa ili kuona picha zilizo umbali wa miaka saba bilioni ya mwanga na ilipokuwa ikizunguka sayari ingekuwa inatuma ujumbe picha E, na picha za kurudi duniani, lakini kulikuwa na ucheleweshaji, na lenzi ya darubini hiyo ilihitaji kulindwa hadi mradi utakapokamilika. Ucheleweshaji huo ungechukua zaidi ya miaka saba. Wakati wote huo lenzi hizi zilihifadhiwa katika kituo kilicho safi kabisa na kisicho na vumbi e, kule Sunivale, California na iligharimu dola milioni nane kwa mwezi. Sasa ulifikiri wewe unalipa kodi kubwa? Hebu fikiria hilo. Wanasayansi hawa walielewa wazi kwamba njia bora ya kuona mbingu ni kupitia lenzi safi. Sasa hilo ndilo Yesu anajaribu kusema hapa. Unataka kuona mkono wa Mungu ukifanya kazi, ambao utakuletea furaha ya kweli? Basi weka moyo wako safi kwa kukiri Dhambi zako kila siku. Sasa Yesu anaendelea hapa kwenye mstari wa tisa na kusema hivi: heri wapatanishi kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Usikose welewa hili, hasemi wenye amani ndio wenye furaha, anasema wenye furaha ni wapatanishi. Bwana anatumia neno lililounganishwa hapa kwa ajili ya neno mpatanishi. Anazungumzia watu wanaochukua hatua za kusuluhisha na kuleta amani, na tunapofanya hivyo, dunia inatambua kwamba sisi ni wana wa Mungu. Wanagundua kwamba lazima tuwe na uhusiano na Mungu kwa namna fulani, kwa sababu tunaishi moyo wa Mungu kwa kuleta amani duniani. Ukiangalia vizuri, msalaba wa Yesu Kristo ndio mfano bora kabisa wa upatanisho ambao unaweza kuwaza. Kwa nini? Kwa sababu iligharimu maisha ya mpatanishi. Paulo anaandika katika Wakolosai saa moja na madakika ishirini kwamba Yesu Kristo alileta amani kwa damu ya msalaba wake. Wapendwa, kila mara unaposhiriki injili ya Yesu Kristo na mtu mwingine, unashiriki katika upatanisho, ukiwapelekea injili ya mpatanishi mkuu. Dunia kwa sasa iko kwenye matatizo makubwa, iwe wanatambua au la. Dunia iko kama vile vitani na Mungu wa mbinguni na sisi tumepewa jukumu kama mabalozi wa Kristo, kuwapatia watu wetu amani na Mungu. Hii ndiyo hasa mtume Paulo alisisitiza katika 2 Wakorintho 5 na madakika 20. Hivi ndivyo alivyosema: basi sisi ni mabalozi wa Kristo, kana kwamba Mungu anawasihi kwa vinywa vyetu, twawaomba nini kwa ajili ya Kristo, mpatanishwe na Mungu. Kila mwaka ninapofundisha katika chuo cha theolojia cha Shepherds huwa ninalazimisha wanafunzi wangu wa theolojia ya uchungaji wasome wasifu wa Robert Chapman. Robert Chapman alikuwa mwanamume ambaye hakuwahi kuwa maisha yake yote, na alichunga kanisa lile lile dogo kwa miongo kadhaa huko Uingereza katika karne ya 19. Alikuwa mtu aliyekuwa akiheshimiwa sana kwa upendo wake kwa Kristo na kwa wengine. Kwa kweli, Charles Spurgeon Mchungaji maarufu katika eneo hilo hilo la Uingereza aliwahi kusema kwamba Robert Chapman alikuwa mtu mwenye uchaji zaidi wa Mungu aliyewahi kumjua. Sasa, hiyo haikumaanisha kwamba kila mtu alimpenda mchungaji Chapman. Kwa kweli, muuza duka mmoja aliyekuwa akiishi eneo hilo hilo, alimchukia Kristo, hakutaka kuwa na uhusiano wowote na injili ambayo Chapman alikuwa akihubiri mara kwa mara nje. Jambo hilo lilimkasirisha sana. Huyu mtu asiyeamini, kwa kweli siku moja, alitembea hadi mahali Chapman alipokuwa akihubiri nje na akamtupia mate. Kwa miaka mingi huyu mmiliki wa duka la vyakula alikuwa akimshambulia Chapman kwa maneno kila alipopata nafasi, na Robert Chapman hakuwahi kujibu kwa ubaya hata mara moja. Siku moja, baadhi ya jamaa matajiri wa Robert walikuja kukaa naye kwa siku kadhaa. Kwa kuwa Robert hakuwa ameoa, waliamua kwamba wangefanya kazi zote za kupika walipokuwa pale hata hivyo, walimuuliza ni wapi wangepaswa kununua vyakula, na Chapman alisisitiza waende kwenye duka moja maalum la vyakula. Basi wakaenda huko, na baada ya kununua chakula kingi, wakaomba kiletwe nyumbani kwa Robert Chapman. Yule mmiliki wa duka alishangaa sana, akasema, bila shaka lazima walikuwa wamekuja dukani kwake kwa bahati mbaya. "Hapana," walijibu Bwana Chapman alisisitiza tuje dukani kwako. Basi yule muuzaji alipofika na mzigo wake nyumbani kwa Chapman, Chapman alipofungua mlango, yule muuzaji alilia kwa uchungu. Moyo wake mgumu hatimaye uliguswa na juhudi za Robert Chapman za kuleta amani, na mchana huo alikabidhi maisha yake kwa Yesu Kristo, na kwa Robert Chapman basi